Wa anna haqqaha muqaddam, na kwa hakika haki yake huyu mama ni yenye kutangulizwa, ala haqqi ghairiha, juu ya haki ya mwingine asiyokuwa mama. Inda tazahumi lhuquq, wakati wa kusongamana haki. Angalia mambo ya fikihi hayo, kuna wakati mambo yanakuzonga eh, si ndio? Eh, yuko ndugu anahitaji umsaidie, yuko baba anataka umsaidie, sijui mtoto anataka nini alafu kuna mama naye hapo, ndiyo mama inadhihiri haki yake, wengine wanapigwa chini, linatangulizwa la mama kwanza. Haki yake haina mfano, ndio utajua nafasi ya mama eh. Na kama watu nane hivyo wote wanahitajia wakati huo huo, katika hawa watu nane hapo waliokutumia meseji eh? kuna meseji yabi mkubwa hapo kama hicho walichokuwa nacho hawawezi kugawana wote, waliokutafuta wanapigwa chini. Nabii mkubwa anachukua nafasi yake, hmm? Ataenda mama kwanza na